na ak zingine hazina watu hata mmoja, so muende huko. Uh, e, nikubebe kwa mgongo? So mtoke hapa, hata wale wako huko waambie watoke. Sasa muende tu, hakuna shida aago